Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Bwana Yesu asifiwe! Amen! Tumsifu Yesu Kristu! Nawashukuru sana. Mhashamu Baba Askofu, ninatambua kuwa mbali na kuihubiri injili ya Bwana au Bwana Yesu Kristu, kanisa la KKKT limekuwa na dhima kubwa katika kutoa huduma za jamii hususan afya na elimu. Na katika hili, kanisa limechangia sana kwenye jitihada za serikali za kuboresha maisha ya watu wetu. Shughuli ya leo ni kielelezo kingine muhimu cha nafasi ya kanisa katika kuyagusa maisha ya watoto wenye mahitaji maalumu. Kwa kweli, hili ni jambo lenye baraka kubwa, na hii ndiyo maana ya pendo la Kristo, na kama anavyoandika mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya sita mstari wa tisa hadi wa kumi inasema: tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kadri tupatavyo nafasi ya kuwatendea watu wote wema, na hasa jamaa ya waaminio mwisho wa kunukuu. Ndio maana Baba Askofu, uliponijulisha kuhusu shughuli hii, pamoja na ratiba yangu kuwa ngumu sana, nikasema sina budi kuja mwenyewe ili nishiriki baraka hizi binafsi. Nimeguswa sana na nia na malengo ya kanisa katika jambo hili, kwa kuwa pia ni moja ya masuala ambayo serikali ninayoiongoza imeendelea kuyapa kipaumbele cha kipekee. Sambamba na hilo, nasimama mbele yenu kama mama ambaye ninabeba dhamana kubwa ya malezi ya watoto wa taifa hili, sio tu wenye mahitaji maalum, bali watoto wote katika nchi yetu. Kwa hiyo ninasimama nikiwa naelewa au naelewa fika jukumu hili kubwa ambalo wanalibeba kina mama wenye watoto wenye changamoto mbalimbali mbali katika jamii yetu. Nakubaliana na wewe pia, Mhashamu Baba Askofu, kwamba tatizo bado ni kubwa, lakini ndugu zangu, tatizo hili halichagui dini. Leo ni kanisa limeamua kuchangisha kujenga kituo kwa watoto hawa, lakini tumeonyeshwa kwenye documentary kwamba mdogo wangu Maida, mtoto wake amefaidika na mpango huo, lakini kuna shekhe hapa mtoto wake amefaidika ndani ya mpango huo, na kuna wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo tatizo hili halichagui dini wala halichagui familia ya mtoto huyu kuzaliwa, ni tatizo la Watanzania wote, ni tatizo kubwa ambalo tunatakiwa wote kwa pamoja tusimame na tulifanyie kazi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.